Ukiona dalili hizi ujue una hali mbaya kifedha, na kama hautaamka na kuzifanyia kazi unahatarisha maisha yako kuyapeleka kwenye umaskini mkubwa au madeni makubwa ambayo yatakupa stress. dalili ya kwanza, kila mwezi unasubiri mshahara pekee, hauna plan B hauna vyanzo vingine vya uhakika hakuna, uwekezaji ambao umeufanya na hata mshahara ukichelewa hata kwa wiki moja tu, unaanza kukopa, unaanza kuingia kwenye stress, unashindwa kumudu hata vile vitu vidogo vidogo kama chakula. Dalili ya pili, huna hata akiba ya dharura. Hata tatizo dogo tu likitokea Utaenda kwenye miko... utaenda kwenye mikopo ya kausha damu, utaingia kwenye ile mikopo ya online, utakopa kwa marafiki, utakopa kwenye vikoba, kwa tatizo dogo tu kabisa. Muda mwingine unakopa ili upate vocha, unakopa ili upate pesa ya chakula. Sasa hapo tukien... tukiongelea kwenye kodi, miezi sita yote ulikuwa hujajipanga, mpaka muda wa kodi unafika hauna pesa hata ya mwezi mmoja uko kwenye dalili mbaya. Dalili ya tatu, madeni yanafuatana kila wiki, hakuna wiki ambayo umewahi kutulia na muda mwingine unakopa ili ulipe deni. Yaani wiki iliyopita kwa sababu umekopa, umesema wiki ijayo nitakupatia, muda mwingine unaenda unakopa ili tu ulipe lile deni, ili mtu aache kukusumbua. Matokeo yake muda mwingine unaingia kwenye mikopo ambayo ina riba kubwa hiyo ni dalili mbaya, inakupeleka kwenye umaskini, kwa sababu hata ukipata pesa badala ya ile pesa kukidhi mahitaji yako au kuanza uwekezaji, unaanza tena kulipa yale madeni. Namba nne, huna kipato cha ziada. Na hapa niseme, hauna chanzo kingine cha kipato, una chanzo kimoja tu cha kipato. Ngoja nikwambie, chanzo kimoja ni sawasawa na kuwa na hatari kubwa kifedha. Nadhani wengi tunakumbuka kipindi cha korona, namna ilivyotokea. Ninakumbuka miezi kadhaa iliyopita, wakati rais wa Marekani Donald Trump amesitisha misaada, amesitisha mashirika yale ya Marekani kutoa misaada katika taasisi na mashirika mbalimbali ya Afrika. Moja ya watu ambao wameathirika sana ni watu kwenye NGOs na nakumbuka ni hicho kipindi ambacho watu wengi sana walinipigia simu, ah, bwana ajira zetu zimesimama, sijui ninaishije. Wengi hawana hata plan B, hawajui waende wapi. Kama na wewe uko kwenye ajira, uko kwa mtu na hauna plan B, hata kitu kidogo ambacho kinaweza kikakuingizia pesa kidogo kidogo, muda mwingine hauna hata ujuzi ambao hata ajira ikikoma leo unaweza ukashika ule ujuzi, upo kwenye hatari kabisa. na dalili ya mwisho hauna budget. Usipokuwa na budget maana yake ni kwamba kila pesa ambayo inaingia ina uwezo wa kutoka na kwenda sehemu yoyote ile. Maana yake pia ni kwamba wewe hauna namna ya kuielekeza pesa yako ifanye nini kwa wakati gani na kiasi gani na watu wasio na bajeti, siku si zote pesa huwa haitoshi, kwa sababu wanafanya maamuzi na manunuzi mengi ya kutumia fedha zao pasipo kutumia mpango mkakati, bali tu wanaongozwa na hisia. Amepata shilingi laki moja. Kila siku alikuwa anapanda daradala, anafika nyumbani vizuri kabisa, anaona kama vile sasa ametajirika. Anaanza kutumia taksi mtandao, ana rikwesti eh, unatoka Kariako kwenda Tegeta, siku zote unatumiaga shilingi mia sita lakini baada ya kupata kamengia, tu kalaki ambako kameingia unaamua tu urequest unatumia shilingi elfu ishirini hapo hapo njiani, utanunua vitu mbalimbali ambavyo havikuwa kabisa kwenye mpango. Mwisho wa siku, pesa ile ambayo unaipata hauitumii kwenye kuongeza pesa nyingine kupitia uwekezaji, kwa sababu hauna bajeti. Kama una hizi dalili tano hakikisha kwamba unajirekebisha ili pesa ambayo unaipata uanze kuona ikikuletea maendeleo. Hebu niambie, kwenye hizi dalili tano, kuna dalili ambayo uko nayo? Kama uko nayo, niandikia hapo kwenye komenti, alafu mimi nitakusaidia ni namna gani ambavyo unaweza ukatoka kwenye hilo shimo. Usisahau kulike na kusubscribe kwenye YouTube channel hii ili uwe wa kwanza kupata masomo kama haya katika video ambazo zinafuata.